Ningeomba katika shule zote kuanzia shule za msingi za kawaida mpaka mpaka hizi ambazo wanaenda na, na gari wanasema ngali za njano, muweke masomo ya kuwafundisha watoto kuhusu siasa, kuhusu siasa. Nasema hivyo kwa sababu gani? Tanzania tumenyimwa hiyo haki ya kujifunza mashuleni kuhusu siasa. Kwa hiyo ningeomba hii mwaka elfu mbili na ishirini na sita shule zote shule zote wekeni walimu wakufundisha watoto kuhusu siasa zinaenda vipi, inakuwaje kuja kuwa kiongozi, kuwa inakuwa vipi, kuwa hivi na hivi na hivi, ili tuzalishe viongozi wa baadaye watakaoweza kuongoza taifa letu kwa maadili na kufata sheria isije ikachuli ik, ikatoka kiongozi yoyote uko madarakani, hata awe raisi anapiga simu mahakamani kwamba hakimu njoo nyumbani, au nienda kwa mtu fulani kamsikilize, mnaenda mnamjaza hakimu aliyesomea kazi yake mnaikontrol. Huo ni utovu wa nidhamu, na raisi kama huyo unahitaji kutolewa kwenye kiti na kwenda kunyongwa kwa mujibu wa sheria. Ziwekwe sheria kali sana, tunaomba ziweke sheria kali sana. Hakimu yoyote atakayejulikana anaenda kinyume cha kazi yake, iwe ni kwa raisi iwe ni nani kamtuma iwe ni waziri, ana kesi yeye, akapindishwa, huyo wakili anaweza kutolewa kwenye kazi yake na kwenda kunyongwa kwa mujibu wa sheria hizo. Sheria kali ziwekwe. Haiwezekani leo hii ambao wako jela walio wengi ambao wamezingishiwa kesi, walioiba kuku, madaa kuleva, ambaye mtu ameuza tu keti moja, labda kete mbili, anaenda kunyongwa? Hapana. Kikwete, anauza madawa kulevya, mbona hajaenda kunyongwa? Samia anahusika kuuza madawa kulevya, mbona hajaenda kunyongwa? Chalamila anahusika, mbona hajanyongwa? Makonda anahusika, mbona hajanyongwa? Si mnanielewa, mbona hawajanyongwa? Mzenji ni muuzaji na anachukua, anachukua mpaka wasanii. Wasanii wajua wenyewe wote wanatembeza hawa, kina Bilinasi eh? wakina Mario au eh? Akina Harmonize mbona hajachukuliwa hatua zozote? Ifike sehemu taifa kama taifa